ya udhibiti wa kamari na utoaji leseni imesimamisha matangazo ya kamari kwenye majukwaa yote ya mawasiliano na vyombo vya habari kwa siku 30, na marufuku zote zimeweza kutolewa mara moja kwa pale nchini Kenya. Mwenyekiti wa bodi hiyo, Jane Mwikali Makau, akisimamisha matangazo hayo, alisema kwamba serikali imebaini kwamba wasiwasi ni mkubwa sana na kukiri kwamba shughuli zote za kamari pale nchini Kenya kuweza kusimamishwa. Shughuli hizo za kamari zilizoathiri na wengi sana e, na mchezo huo wa kubahatisha, lakini pia mashindano ya kuweza kuzawadiwa kama bahati nasibu imeweza kusimamishwa hapo Kenya. bana Mwikali aliweza kusema kwamba baadhi ya wanaoendeleza kamari wanazidi kupotosha na kuichukulia kama fursa halali ya uwekezaji kwa njia mkato na uzalishaji mali. So hiyo imeonekana kabisa kwamba ni suala ambalo limekatazwa kwa upande wa huko Kenya, na in case kwamba ukikamatwa wewe ambaye utaendelea na masuala mazima ya kutumia mchezo wa kama ni fursa au ajira basi utaonekana kabisa kwamba ni moja kati ya watu ambao mmekiuka eh, sheria ambayo imetolewa na Bodi ya Udhibiti wa Kamari na Utoaji Leseni kwa hapo Kenya. Kwa kwako kama mdau wa Sawasawa Digital, uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, utakometisha. Eh, kinoma noma, until next time, bye.